Ndiyo maana ni malaika wanaitana, wanaambiana. Maana yake nini? Maana yake kuna wanapoinama, wanapoinuka. Huyu malaika ameona kitu ambacho anamsindia mwenzake. Na mwenzake ameona kitu ambacho haya ambayo mwingine hajaona. Kwa nini shetani kusema you are holy? You are holy. Tafsiri yake maana yake nini? Kila unapokutana na Mungu ana ufunuo mpya wa kuvusha maisha yako. Kila unapokutana na Mungu kuna kitu anachokipya.

Mungu wa Mungu atafuta watu walio kamili. Mungu anatafuta watu ambao wanaopatikana. Amen. Yeah. Ndio nacho. Ni vijana wadogo tunampenda <coughs> Mungu na kile Kristo. Okay. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikwambie, inawezekana kuna mahali ambapo umewahi kukutana. Sianza so. Inawezekana kuna mazingira ambayo umewahi kukutana nayo, au unayo kupitia. Na inafika sehemu ambayo kuna aina fulani ya guilt au kuna aina fulani ya usito ambayo inakuonesha kwamba Mungu hawezi kukutaka tena. Nisikilize nikwambie. Mungu sio mwanadamu. Nanielewa, Mungu sio mwanadamu. sio maana si na maana kwamba nina ninafurahia nina, nina maisha ya dhambi, ila hata kama uko vyovyote vile ulivyo, yeye anasema njoo kwangu enyi nyote msumbukao na kulemewa na misiko. It doesn't matter the weight of that baggage that you have, but the message is that come, njoo njoo njoo. yana cha kufanya Bwana akwambie kwamba njoo kwangu uweke mzigo pembeni then njoo kwangu. Ah uh-huh. Anasema njo hivyo hivyo kwanza na mzigo. Maanake ni ability ya kutoa mzigo ulionao, mimi nayo kubwa kuliko ulionao. That's why huo mzigo ulioka nao kwa muda mrefu. So I have ability, I have power. Au inaweza kutoa mzigo ulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivi Bwana Yesu asifiwe sana. Make sure unakai badani, mind yako iko hapa, moyo wako huko kwangu. If you want to enjoy God, if you want to enjoy God, kama watamani kumfaidi Mungu, make sure mind yako na ufahamu wako kwa ibadani. Kwa na nazungumza mahali fulani, nilisema hivi kwamba, usiingie ibadani, it's like ni kama umekuja kutesi, kwa mayupi alambiliki vizuri. God is not like that. Hakuna mtu duniani ameijua anajua kila kitu. Kila mtu anajua kipande tu. Bwana Yesu spesa. Chena wana ni balikuwa sana. Ndiyo maana Nigeria utakuta kuna wakina Bishop David Oyele, kuna wakina Pastor Chris, kuna wakina Dr. Paul Lenchi, kwa nini asiwepo mtu mmoja ndani ya taifa? Kwa nini? Mungu ameumba kwamba kidole kimoja kinahitaji usaidizi na kidole kingine. Aleluya. Chini hapa na nibarikiwe sana. Uone unaambia watoto wangu kwamba mimi ni pastor. Mchungaji na chunga kwenye kanisa naitwa Church Reality of Christ Chapel. Uone unaambia hiki kitu kimoja. The day ambapo kwa ume. Unajua kwamba umefikia ume kwenye level ambapo unajua sana, ndio that time ambapo unajui sana. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Kuna vitu vingi tunavifahamu, Mungu ametusaidia kujua kipindi tukiwa bado tuko chuo, na baada ya chuo tukaamua kujidedicate kumtafuta Mungu na kumtumikia Mungu, sababu ametuita huko. So pamoja na kujua vitu vingi, lakini still bad humbleness is your language. Humbleness is your wa language. Bwana Yesu asifiwe sana. Chini mbali bali kwa sana. Umuhimu wa mtembeo wa Roho Mtakatifu kwenye majira mapya. Na ninapozungumzia kwenye majira mapya, sizungumzii majira mapya kama chepo. Sizungumzii tu majira mapya kama chepo peke yake. Nazungumzia majira mapya it's a person person. Ona kwenye hizo siku tatu au ona kwenye wiki hii, Mungu anatamani kuzungumza na wewe kama yeye amekaa kwenye meza moja. Au tunaita table teaching. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Chena Bwana alibarikiwe sana. Amen. Wakati anazungumzia, anazungumzia kwenye kwenye home sana ambayo ilikuwa imefunua. <coughs> Mwanzo sasa, nasema mimi kama <coughs> sisi kwenye nani Mwanzo ilikuwa ni 30:25, 30:25. Anasema hivi kwamba baada ya Yusufu kuzaliwa then Yakobo akasema hivi kwamba, Labani nipe ruhusa kwenda nyumbani. Bwana Yesu asiwe sana, angalia tu huko. Anasema hivi kwamba baada ya Yakobo, baada ya Yusufu kuzaliwa, bibi anasema hivi kwamba Halo. Halo. Si Chino kama, kama kuna sim, sim, Mungu ueo nehiu anasema hivi kwamba baada ya ya ya ya, ya, ya, ya Yusufu kuzaliwa ndio anasema hivi kwamba Yakobo akasema hivi nipe ruhusa. Kwa nini ipe ruhusa? Kuna watoto na kuna watoto ambao wanakuja, yes, sauti manaake kwa ruga ya kawaida Yakobo alikuwa bubu kwenye ulimwengu wa roho. So kila wakati ambapo alikuwa akizungumza na Yusuf, akizungumza na Labani, Labani hamsikii. Lakini this time huyu mtoto alikuwa ndani yake amefungiwa sauti yenye nguvu ambayo imeingiziwa nguvu ya Mungu. Maana yake mtu anaweza kawa amekaa kwenye utasa wa biashara kwa muda mrefu. Anaweza kawa amekaa kwenye utasa wa masomo kwa muda mrefu. Anaweza kawa amekaa kwenye utasa wa mahusiano yanayoelekea kwenye ndoa kwa muda mrefu. Lakini kuna aina ya neno ambalo Mungu analileta. Usimtazame Yusuf kama mtoto, mtazame Yusuf kama sauti ya Mungu iliyokaa kwenye neno. Yes, yes, yes, yes. So hii semina ni kama Yusufu ambaye ameingizwa ndani ya neno. Alafu nasema baada ya Yusufu kuzaliwa, Biblia inasema kwamba Labani anasema huyu, Yakoba anasema nipe ruhusa niende, nipe ruhusa niende. Manake nipe ruhusa, nimekaa upande huu wa maisha. This time nilipokea neno hilo, neno linanilazimisha kutoka aina, kutoka kwenye aina fulani ya maisha na kwenda kwenye aina nyingine ya maisha so, tuzungumzie kwamba umuhimu wa mtembeo wa Roho Mtakatifu. Nisikilize nikwambie, Roho Mtakatifu aje tu kwenye maisha na kuona kana kama fashion kwamba I have Holy Spirit. And then guess what? Sema mm hivi -hmm. kwamba wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakasema kwa lugha mpya. Yeah. Maana yake eh, tume yani, kwamba unataka kuniambia kwamba Mungu madude madude yote yaliyoko mbinguni, it's only thing yani, just nikupewa ku, ni lugha mpya. Maana yake nini? Alikuwa anatuambia kwamba hiyo lugha mlionayo Ndiyo chanzo cha ulimwengu kuwepo. So nikileta hii lugha, you can create anything that you want. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa amini Kigiriki tunaita abracadabra. Maana yake nini? I create when I speak. When I speak, I create. Haleluya. Amen. Nasema hivi, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama una kinywa, nasema hivi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, utagundua kwamba Yusufu alivyokuwa anaingia kwenye maisha ya Yakobo ulikuwa ni msimu mpya, manake ni neno ambalo lilikuwa linatibua nguvu za Roho Mtakatifu za kufanya maamuzi mahali alipokuwepo na kuingia mahali mengine ambao alikuwa nataka kwenda. Sema baba, kwa jina la Yesu, tani ah, oh. hizi siku tatu napokea neno la Bwana itakalonitoa mahali nilipo na kwenda sehemu nyingine pale, kwa jina la Yesu a sauti yako

mfumo ibada liko tunasema sisi baada ya hivi ni kweli, ila Roho Mtakatifu anaendaga hivyo pia, kwa sababu wakaliriki leo ana kodi hii, kesho ana kodi hii. Zaburi ya 81 mstari wa 10, anasema hivi kwamba fungua sana kinywa nami nitakujaza, fungua sana kinywa nami nitakujaza. Nisikilizeni kwambie, a closed mouth is a closed destiny, a closed mouth is a closed future, a closed mouth is a closed tomorrow makaburini tu ndo kuna ukimya, ila waliojazwa na Roho Mtakatifu wana kawaida ya kuongea. Haleluya! Nasema Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya! Anasema fungua sana kinywa, nami nitakujaza. Fungua sana kinywa, nami nitakujaza. Maana yake nini? Mjazaji ana shida ila, shida mwenye kufungua kinywa. Soswala kujazwa lina shida ila sababu kufungua kinywa ndio ni shida. Naamka asubuhi unasema siku yeah, yangu imebarikiwa katika jina la Yesu. Siku yangu itaniongoza mahali pa wema katika jina la Yesu. Watu wengi hawajui namna ya kutibua nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana inafika sehemu, it's like ni kama Roho Mtakatifu anaonekana ni kama watu fulani, anasema msileo kwa mvinyo bali mjazo. Lift my God. Unavyozidi kutamka neno la Mungu ndio uchazo wa Roho Mtakatifu unavyozidi kuongezeka ndani yako, ndugu zamini, my God. Tamaa zinaei na iruka. Hauhitaji kushughulika na tamaa. Unachotakiwa kusema ni kwamba washerati hutataje kwa kwangu bali kilicho kuja ni neno. Unatakiwa kukijibu kwa neno. Amen. Ah! Haleluya, amen. Tunabwana alibarikiwe sana, chini wa Bwana alibarikiwe sana, na Bwana alibarikiwe sana. Anasema mtu ataishi kwa mkate Neno kwa neno. Maana yake ni mkate ni aina ya elimu inayotokea kwenye mazingira. Na neno ni aina ya elimu inayotokea kwa Mungu. So ukiwa na aina ya elimu tu inayotoka mosi bila neno, kuna mahali huwezi kusurvive. We have degree yet, tuna degree sawa, lakini hizo degree kuna mahali huwezi kusimameka. Tunamhitaji Mungu msima msiba. Haleluya, nisikilize my friend. Simzungumzii Mungu kama theory, namzungumzia Mungu ambaye ni tested God. Ninapokwambia nguvu za Roho Mtakatifu, I know it napokwambia nguvu za giza nazifahamu vizuri, nimepita maeneo maeneo, kwa nikwambia, fanye hichi, fanye hichi, fanye hichi, jifunze kuwa mtumwa kwenye uwepo wa Mungu. Haleluya, shina mwana ibarikiwe sana. Nikuambia sema kitu fulani, sema my friend. Biblia inasema hivi kwamba msifuatishe namna ya dunia hii, manake dunia ina namna yao, yeah. na namna yetu, namna ya kwetu ni Roma.

Mungu anawapiga watu. Uwezi ukawepo huku kwangu alafu ukawa unaongea lugha, huku Watanzania wanaongea Kitanzania, uwezi ukawa Tanzania halafu ukaongea Kirwanda. So ukija kwenye nchi ya Kristo, unajua ukienda mahali pengine watu ukiwa na watu wanaishi kama unajifanyisha, hakuna mlevi anayeelewa anajifanyisha Mithali 25, 25, 25, anasema kuwaogopa wanadamu huleta mtego. Utakuja kugundua kwa kuwaogopa wanadamu huleta mtego, na kazi ya mtego ni kunasa. Ukiwa unaogopa kuoma kwa sababu unaogopa fulani, maana yake kwenye ulimwengu wa Roma umeingizwa kwenye mtego fulani. Ukiwa unaogopa kufanya mambo ya Mungu kwa sababu fulani, it is, it is not of my business, atanionaje, whether, atajuaje, whether atajuaje As long as unajua kwamba ndani yangu huku ndani, kana wewe zili kukana Mungu kuna maisha yanasonga. Please songa mbele. Ndio maana sema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Sio amjue sana Mungu, na mjue sana. It is too personal. Haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Nikisema haleluya, please fungua kinywa na sema haleluya. Nasema hivi, haleluya. Haleluya. My God. Yeah. Sawa. Kitabu cha cha cha, cha Warumi sura ya nane. Warumi sura ya nane mstari wa kumi na moja. Warumi sura ya nane mstari wa kumi na moja. Kanisa moja mbili tatu, naomba tusome. Unapokuwa unasoma neno unapokuwa unasoma neno unapokuwa unasoma neno, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nisikilize kwa makini. Hatuendi ibadani kwa sababu tunakuja kujaza idadi. Tunaenda ibadani kwa sababu tunamtaka Mungu. Biblia inasema hivi kwamba pasipo maono watu wanaacha kujizuia. Usipokuwa unajua musi, kwa nini umekuja Musi? Utataka kuambatana kila mtu, utataka kila mtu awe rafiki yako. But if you know you have a vision, unajua kabisa aina ya maono mtu alionayo huwa inachagua aina ya watu wa kwenda nao. Aina ya maono mtu alionayo inaamua aina ya mtu wa kumsikiliza. Kwa sababu mwalimu anayekufundisha about maisha ni wa muhimu sana. Mungu alipokuja kwa Adamu alimuuliza hivi, nani amekwambia uko huko uchi? Nani aliyekwambia uko uchi? Maana yake ni aina ipi ya elimu ambayo umeipokea ambayo mimi sikukupa? Narudia. Nani aliyekwambia uko uchi? Maana yake aina ipi ya elimu ambayo umeipokea inakufanya uwe kama ulivyo, kwa sababu mimi nilikuumba huko hivyo. So, nani aliyekwambia huko hivyo? Narudia, aina ya elimu au aina ya maarifa inaamua aina ya mtu anayekuwa. Kumbuka, sijatoka kwenye umuhimu wa Roho Mtakatifu katika majira mapya. Wakati Petro anafundisha ameenda kwenye, kwenye nyumba ya Kornelio, anaendelea kufundisha, anaendelea kufundisha, anaendelea kufundisha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo 44 Biblia inasema Roho Mtakatifu akawashukia. Swala la msingi, Roho Mtakatifu alikuwa wapi kabla Petro ajaje? Maana yake ni words are carriers, maneno ni vibebeo vinavyobeba roho, kwa sababu alikuwa anafundisha neno la Mungu. Neno la Mungu alikuwa nimebeba Roho Mtakatifu. Yes, yes. So wakati anaendelea kufundisha neno la Mungu Roho Mtakatifu alikuwa anawashukia watu na kubadilisha maisha yao. That's why inakwambia, no, hivi kwamba tengeneza, fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Inasikana, mimi ni kijana mdogo, ila ni mdogo kiumri, lakini nimekuletea neno la Bwana. <laughs> Anasema hivi, lakini ikiwa roho ye yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Yesu Kristo Yesu katika wafu ataiwisha na mili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Sikia nikwambie, kila neno ndani yake imebeba neema. Kila neno unalosoma kwenye Biblia limebeba neema. Kila neno limebeba nguvu za Mungu. Biblia inasema kwamba kila andiko, kila andiko Mungu lafaa kwa mafundisho. Maana yake kila scripture nyuma yake imebeba pumzi ya Mungu. Kila scripture nyuma yake imebeba neema. So ukijua namna tunalifanyaje neno liwe halisi? Anasema hivi, kitabu hichi cha Torati. Mungu unaniambiaje mimi, Yoshua? Biblia hii kitabu hichi kisiondoke kinywani mwako. Ina maana leo natembea na Biblia, nimeibusa. No, no, no, no. Maana yake maneno haya sungumza kila wakati. Ukakutana na mazingira mabaya, speak the word. Amen. Asa kitabu hichi cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno haya usiku na mchana ili upate kutenda sawa sawa. Maana yake ni? Kitabu hichi kisiondoke, kisiondoke kinywani mwako, maana yake speak the word. Sungu o neno la Mungu ni kweli. Unaweza kuwa hauna hela mkoni, lakini usikose hela mdomoni. Nguvu unaposema hivi haya maneno kama maneno ya mtewezi, naelewa namna nguvu ya maneno inaofanya kazi. Unanielewa? Unanielewa? Haya ndio aina ya maneno ambayo tunawatamkia watu. Walikuwa na disco chuo, alafu gavana anaendelea achua. So, nikwambia tamka neno, naelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivi Bwana Yesu asifiwe sana. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu. Mashimo ambayo yanawameza wanafunzi wengine hayatanimeza kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Magonjwa ambayo yanawameza wanafunzi wengine hayatanimeza kwa jina la Yesu. nyingi inaisha kwa jina la Yesu. Imekuwa kwako kwa jina la Yesu, imekuwa kwako kwa jina la Yesu. Nasema hivi imekuwa kwako kwa jina la Yesu. Darasani nilikuwa nimeenda kuhubiri neno wa Bwana misokea, so tuko kanisani Jumapili, tunafundisha tunafundisha kipande cha mazee kiko wengi, wako kama nani hivi, pamewaka ibadani, watu wanajimimina, wana mioyo kwa Bwana, nguvu za Mungu zimeshuka unawaangalia wasee ni kama wamenyamaza, yaani nafikiri ni kama nasema kwa jina Yesu. Sasa jamani, naomba tuombe. Kama unajua wewe ni boss pekee yako huko ndani, tusubiri pale nje. Boss pekee yake ni Yesu Kristo peke yake. So tukisema sasa tunaomba, tuombe, ndio maana sema ili kwamba wote wakajazwa, sio wachache, ila Roho Mtakatifu alikuwa anakuja ndani ya ile ile ile hapa, ila ni maamuzi ya kufungua kinywa. Kwa hiyo mimi naweza ikawa hapa lakini kinywa kikifunguka inaifanya ile ndimi ikie ndani. Amen, ninapokwambia hivi kwamba mashimo yanao kuvuruga wengine hayata kuvuruga wewe ndugu. Kuna walimu wako hapa chuoni wanatumia mambo ya nguvu za giza. Sio kila mtu anayefeli hapa chuo anafeli kwa sababu asomi nachozungumza na mfumo ni kama mfumo Babeli. Yeyote anayetembea na Mungu unamtema, so usipokaza mazdi, mtu akizimia siku ya taabu ni chache. So hizi hey, semina ndio tunakusanya power. Hey. Ha, hey, semisa ya kwanza hey, semisa ya pili, mimi nakwambia hutashindwa kwa jina la Yesu, hautakwama hey, kwa, kwa jina maneno na laana ni maneno. Mm -hmm. Nasikia, baraka ni maneno na laana ni maneno. Ukisikia mtu amebarikiwa maana yake alitamkiwa maneno. Mm -hmm. Na ukisikia mtu amelaanika maana yake ni maneno. Mm -hmm. Anaposema Yakobo, nikusadikieni watoto wangu, niwabariki ni maneno. So wao walikuwa na kazi ya kusema amen. Ama, amen amen, maana yake na hiyo hivyo. Nilikuwa nazifunza kitu kimoja kwa mtumishi wa Mungu. Ibadani, tunasema usiume, unasema amen, alafu ghafla unaona unauma, maana yake ni kuna mtu amesema amen kwa niaba yako kwanza. Ndiyo maana ugonjwa ukawa hivyo. Kuna mtu hajanielewa, nasema hivi: ukiona kuna baadhi ya vitu vya kusema ameni vinaendelea kwenye maisha yako, maana yake kuna mtu amesema ameni kwa niaba yako. Maana yake alisema na iwe hivyo kwa huyo mtu auwe madeli, na iwe hivyo. Sawa. so unaposema hivi kwamba Baba, kwa jina la Yesu, wanapoanguka wengine, mimi sitaanguka. Vijana siku hizi ya waamiriki wao wow. Yeah. Ni kweli yaa musi haipo lakini kama yeah. Kuna watu walienda kupeleleza nchi mahali, wakisema ile nchi inakula watu yeah, ile nchi inafanya hivi, au watu kumi, wapelelezi kumi, usikii wakina Joshua na Kalebu wakisema hapana, usikii wakina Joshua na Kalebu wakisema ilo nchi haili watu

Ninalazimisha my god kwa ah, nguvu za Roho Mtakatifu. Haijalishi ni magharibi, mashariki, kaskazini, kusini, wewe itakuja transaction kama transaction, au atakuja mtu anakusema hivi kwamba ni kweli mkoo. Jamani, nasikia tu kufanya hivi ukia, ni ni neno la mtu hapa. Nasema hivi iwe kwako kwa jina kwa kwa la Yesu. Hey, hey. Unamwamini Mungu, kuna jambo fulani kwa ajili ya familia yako. Kabla hatujamalize hii semina, utakuja na ushuhuda katika jina la Yesu.

Nina neno langu, nina neno langu <tumos> nakataa kupitwa <tumos> kwa jina la Yesu e Bwana, kutamba kutambazwa, sitawazuia vijana wengine asitanizuia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Dakika moja iliyobaki, nimalizia kuambia hivi kwenye kitabu cha Yoeli, Biblia inasema hivi ya kwamba moto ulikuwa unakula mbele yao na miali ya moto inakula nyuma yao. Moto hawezi kula kama hakuna kinacholiwa, okay. Mambo ya kimungu yana wanafaidika nayo, watu wanapata understanding. Ndio maana nasema watu wangu, watu wangu, maana yake ni watu wangu wanaangamizwa. Ni watu wangu sawa, lakini kuna kitu wanaangamizwa kwa sababu kuna aina ya maarifa hawana. So kuna aina ya maangamizo yanaondoka kwao, si kwa kupata maarifa. So as long as hawajapata maarifa, wataendelea kukaa hivyo hivyo. Moja kati ya ya kitu nakuombea kwenye hii seminar za hizi siku tatu, Mungu amshe kiu ka... isiyokuwa ya kawaida ya neno. Kiu isiyokuwa ya kawaida ya neno. Yeah. Yeah. Yes. Yes, hivi hivi but kwamba Yesu anasema hivi kwamba sisi ni matawi; matawi hayakai mizizi. So, hm Amen. Kama kuna neema inawasaidia watu wote kufanikiwa na naitamka juu yako, kwa kah Mungu alinisaidia niliingia hapa fskhapa 2018 2019, nikamaliza 2021, 22. Neema ambayo ilinisaidia mimi kumaliza shuo salama, sijui maana ya kusumbuka kwenye ada, sijui nini maana ya kusumbuka kwenye chakula. Sijui ni manunuzi kwa nema kwa mavazi. Hiyo neema anaitamka juu yako kwa jina la Yesu. Hiyo neema anaitamka juu yako kwa jina la Yesu. Mungu akupe lugha mpya kwa jina la Yesu. Ulikuwa una lugha ya maumivu, Mungu akupe lugha ya kicheko kwa jina la Yesu. Ulikuwa una lugha ya kukwama, Mungu akupe lugha ya kutoka kwa jina la Yesu. Ulikuwa una lugha ya kucheleweshwa, Mungu akupe lugha ya kukimbia spidi kwa jina la Yesu. Tuko kwenye mwezi wa 12, uliyokosa kwenye mwezi wa 11 iliyopita, mwezi wa 12 Mungu akafidia na kuyaleta kwako kwa jina la Yesu.